Dear viewers, welcome to UTUME TV. Jesus is coming back again. Nafanya hivi hawa wanaanguka, anafanya hivi hawa wanaanguka, lakini kameramani mani ndio anamsogelea zaidi. Hiyo nguvu yake yamwangushi kameramani, inaangusha tu wengine. Ni vizuri watu wakae waangalie Udanganyifu unaoendelea leo unaitwa ndio nguvu ya Roho Mtakatifu. Yaani watu wamekuja kwenye ibada wanaangushwa tu ovyo ovyo, naangushwa ovyo ovyo. Kila ibada lazima watu waanguke. Wa wa ndio maana watu walienda Loliondo. Kikombe gani hicho kinatolewa na mtu mmoja pekee? Na walienda. Unajua Mungu ni kwa vile alizuia. Fikiria kwamba fikiria kwamba wangelipona tungeelewana mkanisani. <tuhi> Yaani huo mjadala usingeisha kwamba hivi ni mtumishi wa Mungu, ilikuwa ni dawa toka mbinguni. Shukuru Mungu, aliweka mkono wake akazuia. Watu walienda Loliondo na bado hajafanya ibilisi yale ambayo Biblia inasema atawagiza moto kutoka juu uje mbele za wanadamu. Na unajua ule moto ni feki, kama alioleta wakati ule wa Ayubu, wanasemaje? Ja, anasema moto wa Mungu umeshuka, kumbe ni feki. Ibilisi hawezi kuumba hata mkaa. Ndio maana wachawi wanaweza kukutengeneza mazingira hapo, ukaona gari na injini inataha na inaunguruma, no, hakuna cha gari wala cha nini wale wanaomchora ibilisi ni mweusi, ana mapembe, ana makucha marefu kama ya ndege, wanakubabaishia tu, wala yuko hivyo, ili akitokea kwenye chumba chako anawaka kuliko taa za Tanesco. Hayo yote kukubabaishia tu. Alipowachorea watu shetani ana rangi nyeusi, siku hizo wamegoma wa rangi nyeusi, maana ni ya shetani, wanatamani wakasariwe Ulaya <gulitana> <gulitana> Wenzako walikuwa na breku wamewekwa minyororo wametobolewa mpaka na miguu. Siku hizi tunaenda kwa hiari yetu. <laughs> Afadhali wa kuibia hela , sio akili. Wakikuibia akili! Kwa nani alikwambia nywele zako azifai mpaka uweke zile za azilizo nyolewa kule? Nana alikwambia? Who nayo. Na yote ni mkosa ya wazazi. Wazazi wanapaswa wawaambie watoto wao, wewe ni mrembo bila nywele za kichini. Mnaona manyamaza mnaniangalia, sio ninyi, ni wale ambao hawajaji